BW. Kinaga Ubaga. Karibu msikilizaji wapale ulipo. Mimi naitwa Mhamed Helef. Karibu kwenye Ubaga, tunaelekea nchini Tanzania. Nchini Tanzania ambako chama kikuu cha upinzani CHADEMA kinaonekana kimekumbwa na mpasuko wa aina fulani kuhusu sera mpya ya chama hicho ambayo wanaida wa Kiingereza no no reforms no election, kwa maana ya kwamba pasipokuwa na mabadiliko katika sheria za uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi katika nchi ya Afrika Mashariki ambayo inafanya uchaguzi wake mkuu Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Sehemu fulani ya wanachama na viongozi wa chama hicho wanaonekana kutokubaliana na wazo hili, na miongoni mwa athari za uamuzi huu wa viongozi hawa kutokubaliana ni mpasuko wa maomurani yake na katika matukio hivi karibuni kabisa, uh, alikuwa katibu wa dawati la masuala ya kijamii na kijinsia, Catherine Ruge amepigwa kalamu, amefutwa kazi yake hiyo na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lisu. Leo hii hapa tunaungana moja kwa moja na Catherine Ruge kuzungumzia haya. Catherine, karibu sana kwenye Kinagaubaga. Asante sana, nashukuru A, uamuzi wa ua kufutwa nafasi yako uliokuwa unaishikilia ya dawati la masuala ya kijamii na kijinsia umeupokeaje? Umeupokeaje? Sikushtuka mm, si, si sana, kwa sababu nilitarajia kwa namna mazingira yalivyokuwa, kwa sababu nilishaona siku tano mbele mwenzangu alikuwa ame ondolewa kwenye nafasi yake, ambaye pia ni mjumbe wa secretariat, lakini ni katibu wa secretariat, ambaye pia alikuwa na msimamo kama wa kwangu. Lakini pia uh, siku nne kabla ya kuwa nimeondolewa kwenye nafasi yangu ambayo ni mtaalamu wa masuala ya jinsia au gender expert, nilitumiwa, nilipigiwa simu na katibu mkuu akiniambia niweze kuresign. Nikamwambia nitamrudia na baadaye, nikamrudia nikamwambia, sioni kosa langu, kwa hiyo mimi nitaendelea kuitumikia nafasi yangu. Hilo nawaachia ninyi mamlaka ambayo mliniteua, kama mnataka kunitengua au ku revoke my appointment, then I'll be waiting and I'm ready to be disappointed. Maana yake ni kusema kwamba nilikuwa nimejiandaa kisaikolojia, nilikuwa nimejiandaa kisaikolojia. Yeah, kwa hiyo sikusitishwa kus..., sikushtuka lakini kilichonishtua ni utaratibu uliotumika kabla tuja kwenda katika utaratibu ambao umetumika. Catherine, uh, unasema kwamba kumbe kabla ya hapo ulishatakiwa na katibu mkuu kwamba ujiuzulu mwenyewe katika nafasi yako. Yes. Na msingi hoja gani ambayo katibu mkuu alikupa kwamba ujiuzulu nafasi yako? Hoja ni kuwa kwenye hilo kundi la G55, na kwamba mimi ni mjumbe kwa maana ya collective responsibility sikupaswa kuwa kwenye kundi lolote ambalo linajadili mambo yanayoenda tofauti na msimamo wa chama. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hoja, kwa maana ya uwajibikaji wa pamoja. Ah, uwajibikaji wa pamoja, kwa sababu wewe ni mjumbe wa secretariati ya chama, kwa hivyo hupaswi kuwa katika uh, sehemu yoyote ambayo iko kinyume na msimamo wa chama ambao upo na unafahamika. Ndivyo ninavyofahamu unavyokusudia, unavyokusudia, si ndio? Sasa. Sahihi. No, no, no, no, lakini pia mm -hmm. mimi sio tu mjumbe wa sekretarieti, pamoja na kwamba mimi nilikuwa mjumbe wa sekretarieti, lakini mimi ni mgombea. Kundi hilo lilikuwa linaundwa na wabunge amini nawagombea, watu waliogombea mwaka elfu mbili na ishirini waliosimama majimboni. Kwa hiyo pamoja na kwamba mimi ni mjumbe wa sekretarieti, lakini bado mimi niligombea jimbo la Serengeti 2020 kwa hiyo mijadala inayowahusu wagombea Mm -hmm. Sidhani kama sipasi kushiriki pamoja, mimi ni mjumbe wa sekretarieti, because at the end of the day mimi mgombea na interest ya kugombea, mimi ni aspirant 2025 you see, mm -hmm. Kwa hiyo kuna namna na mimi napaswa kujadili hayo kujadili hayo mambo kwa sababu mimi ni beneficiary un na, na kuelewa kwamba ni sehemu ya watu ambao wange wanahamu wana kwamba wana wagombea wa uchaguzi wa unaokuja uchaguzi ambao chama chako kimsingi imeshasema kwamba hakitoshiriki na sio tu kwamba kutoshiriki na upinga kuwepo kwake. Unajua, kuna mambo hapa yanachanganya, kuna kutokushiriki na kuzuia uchaguzi. Chama chetu kinasema uchaguzi, tutazuia uchaguzi, lakini ukiangalia hakuna strategy ya kuzuia uchaguzi. Unazuiaje uchaguzi huko nje ya mchakato wa uchaguzi? Kwa sisi tulikuwa tunashauri namna bora ya kuzuia uchaguzi ni kwamba lazima uwe ndani ya mchakato, uwe unawagombea uwe una mawakala ambao wanaweza kusaidia kuzuia uchaguzi. Sasa you are out of the whole process ya uchaguzi, election process, unazuiaje? Sasa tukiuliza hayo maswali hayajibiwi. Sisi, sisi tumekuwa tu na ushauri kwa chama, sio kwamba tunapinga, hatupingi. Kila mtu anataka reforms, sawa. Tunacho tunacho tunachoshauri namna bora ya kupata hizo reforms. Sio kama nimeeleweka? Naam, unaelewa? Kwa sababu, Naam. mm -hmm. Kwa sababu, Muhammad. Wanasema viongozi wetu wanasema tutakinukisha. Lakini unakinukishaje bila kuwatia wananchi hasira? There should be wanaita trigger. mm -hmm. eh? mm -hmm. Lazima kuwe na trigger. Kitu gani kinachochochea wananchi? Kichocheo akafanya hilo jambo. Sasa kwa mfano, sisi tunawaambia wananchi no reforms, no election. Hatuwaambii, at what stage tunazuia uchaguzi? How and when? Je, ni siku tutazuia, kuanzia kampeni zikianza? Au tutazuia wakati wa watu kwenda kupiga kura? Au tunazuia maboksi ya kura yale, vile vifaa na nini visiletwe kwenye vituo vya kupiga kura? Sasa hayo mambo hayazungumzwi. Sasa huwezi kufanya hivyo kama wewe sio sehemu ya process, na kwa sheria zetu sheria ve ya vyama vya siasa, sheria ya uchaguzi wa bunge, madiwani na uraisi hairuhusu mtu yoyote ambaye hajashiriki uchaguzi kuwa kwenye proses ya uchaguzi, si unanielewa? Nam nakuelewa, lakini nukta yangu iliyopo inayokuuliza ni kwamba uh, yote hayo ni masuala ambayo yanakuendana na kauli au tuseme, imekuwa sera sasa za chama chako ya ambayo ingeweza kutekelezeka kwa namna ambavyo mngeweza kutaka itekelezwe lakini sio kuto kuwepo kwa sera hiyo. Nyinyi hampingi sera kama ilivyo, mnapinga namna utekelezaji wa sera ama vipi? mkakati mka, mkakati ya sera hiyo mm -hmm. Ni mkakati ya kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria na mfumo wa uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Hakutakuwa na uchaguzi, na chama chetu tunasema tutazuia uchaguzi. Tumeelewana, eh? Mm -hmm. Lakini sisi tunaona hakuna mkakati madhubuti wa kulifanikisha hilo kwa muda mfupi uliobaki. Kwa kukosekana kwa mkakati, kuna wafanya wewe na wenzako kusema kwamba sera hii au tuseme uh, uh, uamuzi huu tuachane nao kwanza. Hai, yani, hatuwezi kuzuia uchaguzi tukiwa nje ya uchaguzi yani, yani mkakati huo hautekelezeki kwa sababu, at what point unawamobilize wananchi? Lakini ukiwa kwenye uchaguzi unashiriki kampeni, unashiriki mikutano, unaweza ukawamobilize hata wananchi wakaandamana wakati wa mikutano ya kampeni, si unanielewa? E, nakuelewa vizuri sana, nakuelewa vizuri sana mimi. Mimi nikiwa mgombea Serengeti, nilimobilize wananchi wangu, siku nimekamatwa na viongozi wangu, baadaye mimi nikaachiwa kwa order ya Sirro, by then IGP wakaachwa viongozi wangu, nilimobilize wananchi sawa, tukaenda mm -hmm. kituo cha polisi, wale wakaachiwa. Sasa unajiuliza, unaweza ukafanya hivyo kama huna nani, hauna platform ya kufanya hivyo, hauna mgombea sawa sawa. Mm -hmm. how do you ha, hauna right ya kufanya mikutano, hauna right ya kufanya hicho kitu kwa sababu hau, hauko kwenye mchakato wa uchaguzi na sheria haikuruhusu kufanya hivyo. Kwa sisi tunaona the best way, njia bora ya kupambana, ya kupambana na kuhakikisha uchaguzi haufanyiki ni kuwa sehemu ya mchakato kwa sisi tunaona mkakati wa kuzuia uchaguzi actually haupo na kusema kuzuia uchaguzi tukiwa nje uchaguzi hicho kitu ni ndoto haiwezekani naam, naam, naam, so, unasema wananchi wata, wata, utawahamasisha watakidukisha nini kitawatia hasira wananchi watapata hasira wakibwa uchaguzi kwenye maeneo yao Umeelewa? Eh? lazima kuwe na hasira. Sasa huwezi kusema utazuia uchaguzi kuwa nje ya mchakato wa uchaguzi, unless chama chetu kituambia kuzuia uchaguzi maanake ni kutoshiriki uchaguzi, kususia. Kama ni hivyo, it's okay, tutaelewa ili sasa tukae tutulie. Ni kutuambia kwamba tazuia uchaguzi, yani unadhani ni ni kazi, ni jambo ambalo halitowezekana kabisa. Haya. Catherine oh, wenzenu wale upande wa pili wa kambi hii ya chama chako wanawatuhumu nyinyi kwamba mnatumiliwa sasa na chama tawala, au watawala, au mfumo tuseme wa utawala kuweza kuivunja kabisa hii uh, kampeni ya no reform, no election. Una maoni gani kuhusu hili? Hivi, kuwa na ma maoni tofauti au dissenting opinion maanake ni kwa unatumiwa? How many times tumeona viongozi wetu hata wajumbe wa, wa kamati kuu viongozi waandamizi wa chama wakiwa na dissenting opinion na walisikilizwa. I can give you an example no. mwaka elfu mbili na ishirini na tatu no. Kamati kuu ilipitisha maridhiano actually ishirini na mbili Ikapeleka baraza kuu, baraza kuu likaridhia tarehe kumi Mei elfu mbili na ishirini na mbili. mm -hmm. Sawasawa. mm -hmm. Tukaanza maridhiano, katikati ya mchakato, yaani tayari tumeanza kama miezi kadhaa mitatu minne, baadhi ya wajumbe wa kamati kuu na viongozi wenzetu wakasema CCM wanatulaghaa, hiki kitu tunaona hakiendi sawasawa. Walipinga ndani ya vikao, lakini baadaye walitoka nje wakapinga maridhiano na baadaye chama chetu kikaona kika kweli watu wanatudanganya, kikajiondoa kika, kika kwenye maridhiano. Sasa je, sisi tuseme kwamba hao watu walitumika kuvuruga maridhiano ili ili CHADEMA isipate reforms, amini ili nchi isipate reforms isipate reforms kwa sababu moja ya ajenda za maridhiano ilikuwa kupata tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya kwa je, sisi tuwalebo wale, wale viongozi ambao wali kuwa na mawazo tofauti mpaka ikapelekea chama kujitoa kwenye maridhiano. Je, walikuwa wanatumika na mfumo? Walikuwa wanatumika na CCM? Na mmoja wapo ni ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye sasa hivi ni mwenyekiti, alitoka na akapinga hadharani, na sio mara moja, ni mara nyingi. Na siku zote kwenye chama chetu kuna utara, yani kuna culture utamaduni, yes ya, wa watu hata wanachama huwa na mawazo tofauti. Sasa leo inakuwaje watu ambao tuna mawazo tofauti, tumeandika mawazo yetu tumeyapeleka kwa katibu mkuu, tunaonekana sisi ni waasi, tunaonekana sisi tunatumika, tunaonekana kwamba tunapinga msimamo wa chama. Actually sisi tumesema tunakubaliana na no reforms, no election. Laki no reforms reforms, lakini sio no election, kwa sababu hatuwezi kuzuia uchaguzi. Mm. Unaelewa. Tuseme no, no reforms lakini tutumie uchaguzi kuhakikisha tunapata hizo reforms. Naam. No. Mm uchaguzi tuzuie kama tunataka kuzuia lakini sasa tunasema no reform no election. Mkakati, ukiuliza mkakati ni upi hauambiwi. Naam, turudi katika hatima sasa. Hivi ndivyo hali chama ni uongo. Sio kweli kwamba tunatumiwa na mfumo au tunatumiwa na na Chama cha Mapinduzi. Naam. Tuje katika uhalisia na mustakabali sasa. Hiyo ndio hali ya sasa, chama chenu kipo katika hali ambapo mna mpasuko ndani yenu, na wengine wanahofia kwamba safari ambayo ilikikumba chama cha NCCR Mageuzi, safari ambayo ilikumba CUF, ndio safari ambayo inaikumba hasa CHADEMA. Kwa mpasuko mahuu ambao anaonekana, wewe ukiwa mwanachama kiongozi ambaye umekulia ndani ya chama mpaka sasa, unauonaje mwisho wa chama chako? Mm, mi sidhani kama kutofautiana kimawazo kunaweza kukapelekea kwamba chama chetu kikapasuka. Mi nadhani kuna hoja, na hoja zinapaswa kujibiwa. Kuna watu wana hoja, wanapaswa wasikilizwe, na hiyo ndio demokrasia. Kwa sababu progress inapatikana, maendeleo yanapatikana watu wanapokuwa na hoja tofauti, hoja kinzani, na demokrasia ni kusikiliza hata wale wachache, hiyo ndio demokrasia. Kwa siamini, kwa sababu kuna baadhi yetu tuna mawazo kinzani, tunaonekana kwamba tunataka kukipasua chama lakini pia sisi kwenye waraka wetu tumeweka commitment kwamba iwapo chama kitaona huu ushauri tunaotoa haufai, sisi tutaendelea kuwa watiifu na waaminifu kwa chama na tutaendelea ku, kusikiliza na kufuata chama kinavyotaka, lakini tunapata hofu kwa haya yanayoendelea kwamba ukipaza tu sauti unakuja kushughulikiwa na hata kama unazimwa na hata mkishughulikiwa kama ambavyo hata kama mkishughulikiwa Catherine, kama hivi ambavyo umeshughulikiwa wewe, kwa kuondosha katika nafasi yako, bado mtendelee kuwa watiifu wa chama? Yeah, mimi bado ni mwanachama wa Chadema, mimi na jasho na damu yangu kwenye hiki chama, kwa hiyo siwezi kuondoka kwenye chama unless waamue kunifukuza, lakini kwamba nasema nitaondoka Chadema kwa sababu tu wazo langu lime, lime, lime halijapita halijapingwa, no, nizo katoa wazo lakini lisiungwe mkono na imetokea mara zote, hata kwenye kamati kuu mnapiga kura, wengine wanapata kura ishirini ndio, kura kumi na tisa hapana, tunaenda na wale waishirini waliosema ndio. Hiyo ndio demokrasia. Kwa kama sisi wachache ambao tunaonekana tuna actually uh, mawazo kinzani uh, hatutasikilizwa, tumejikomiti na ndio maana tume, tume, na tume saini. Umeelewa eh? mm -hmm. Kwa hiyo huu sisi mimi binafsi naona huko kushughulikia shughulikia ni kama tu kufunga, kujaribu kufunga watu mdomo wasizungumze. Sasa kama sisi tunahubiri demokrasia eh, kwenye chama chetu na ambayo inaakisi jina la chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tunapaswa kuwa onyesha internal democracy. Yaani, kabla hatuja challenge external democracy, au kwa challenge CCM kwa challenge serikali, ni lazima sisi tuishi na tuimbe kwenye chama chetu na ionekane ili reflect matendo yetu ya reflect demokrasia kabla tujotoka nje. Naam, yes, ya kisi demokrasia mhm, mm, kwa hivyo tunamaliza yeah. Tunamaliza mazungumzo yetu Catherine, kwa kusema kwamba a, uh, commitment ya ahadi ambao mmeitoa na bakia pale pale, hamuto hama CHADEMA, mvua jua iwe iweje, hata kama mawazo yenu hakupitishwa. Kwa hivyo ndoto ya kuwa mgombea katika uchaguzi ujao, kama chama kimeamua kwamba hakuna kugombea, hakuna kushiriki uchaguzi utogombea kupitia chama chingine Catherine? Labda <laughs> sitaki kuwasemea wenzangu, unajua politics is dynamic sawa. Sitaki kuwapa kwa miungu wala kwa binadamu, kwa sababu siasa zinabadilika, mazingira yanabadilika, lakini mimi naamini bado chama chetu kinaweza kubadilisha mawazo, kwa sababu sio sisi tu tunavyosema G55 kwamba tuko 55 Hapana, ni zaidi. Na leo kuna taarifa zimekuja kwamba kuna, kuna madiwani pia wanataka na au kuingia kwenye kundi la G55, kwa kuna watu wengi wanataka kutimiza ndoto zao hatuko, tuko, izi, izi kwa sababu hatuko tu kwenye hizi hizi siasa kwa bahati mbaya, pamoja na mapenzi ya kufanya uh, harakati za kupata mabadiliko, lakini bado sisi kama watu binafsi tuna matamanio ya kuwa viongozi wezi kukaa kwenye chama cha siasa upo tu mimi kwa mfano nimejiunga na hiki chama 2010 nina zaidi ya mia, na zaidi ya miaka 15 kwenye hiki chama sasa siwezi tu kukaa tu watu wana ndoto ndio maana wanaingia wagombee wafanye nini kwa hiyo siwezi kusema kwamba is, dai kwamba lazima sio lazima nigombee na sio kwamba sio lazima sitagombee Depends. Depends na mazingira. Mazingira yataamua Catherine time time Time will tell, lakini hofu yangu ni hiyo, watu wanashughulikiwa sasa hivi watu wanashughulikiwa kwenye matawi yao ambao sio viongozi. Hii ni ku silence watu wasiwe na mawazo mbadala. Kwa hiyo nahisi labda chama kinaweza kuwa ikawa hard, maybe too rough kikaamua kutufukuza au nini, kwa tutajua as time, time goes, kwa sababu hatuwezi kukaa kwenye chama ambacho watu hawataki kusikiliza wenzao no. Kwa hiyo mimi bado nasema sisi G55 tumewaandikia viongozi, tunaamini hoja zetu zitajibiwa. Leo tulikuwa tunawakumbusha kwa sababu tulizungumza tu kwa barua, wakajibu hoja moja au mbili. Sisi tuna hoja tisa Kutu. Kwa hiyo tunapenda pia kufafanua kwa sababu kumekuwa na upotoshaji mkubwa, lakini leo nadhani watu wameelewa vizuri. Unajua, kusoma ni tofauti na mtu akikusikiliza. Kwa sisi we are committed to this party, tunakipenda chama chetu, sisi ni wanachama na sio waasi. Na tutakilinda kwa wivu mkubwa mimi labda niishie tu hapo nam nakushukuru sana sana kabisa Catherine Ruge uh, mwanachama mwandamizi wa chama cha Chadema nchini Tanzania kwa kuungana nasi leo hapa kwenye kinaga ubaga. Nashukuru sana sana sana kwa fursa Mohammed asante asante uh, pia mpenzi msikilizaji nakushukuru sana kuungana nasi na i msikilizaji nakushukuru sana kuungana nasi naitwa Mohammed Khelef na kwa heri hadi mara nyingine